siku ya leo ya Jumanne tunaangazia au tunaingia katika Waefeso sura ya nne, Mstari wa kumi na moja hadi kumi na tatu na niruhusu nisome. Biblia inasema naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na waalimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani na kumfahamu sana Mwana wa Mungu hata kuwa mtu mkamilifu hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Baba, sema nasi kupitia ili neno lako siku ya leo. Mfalme mkuu na mtakatifu Mungu wetu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 Kuwezeshwa kukua. Kuwezeshwa kukua. Tunaona Paulo hapa anakuwa anazungumza, na Paulo anapokuwa anazungumza anakuwa anazungumzia, kuna wale waliopewa kuwa mitume, wengine wakapewa kuwa manabii. Anaendelea kusema kuwa wengine wakuwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji waalimu, na Biblia inasema vizuri zaidi, kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Na hivyo siku hii ya leo utapata wakati mwingi sisi kama Wakristo ukata tamaa na tunakata tamaa kwa sababu wakati mwingi tunapohisi hatukui kiroho kwa kasi tunayotamani, lakini Biblia inatufundisha kuwa kukua kiroho e, kukua kiroho si tukio la mara moja bali ni safari na hivyo katika Waefeso sura ya nne, Paulo anatukumbusha kwamba Mungu mwenyewe anahusika. Mungu mwenyewe ndiye anayehusika kikamilifu katika ukuaji wetu. Na hivyo katika mafundisho yetu siku ya leo, ningependa tuweze kuyaangalia au kuyaangazia mambo mawili matatu, na ambayo yatatufaidi pakubwa kupitia mafundisho ya Paulo kwa hili kanisa la Efeso na pia katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hivyo, jambo la kwanza tunafaa kuelewa ni kwamba Mungu ndiye chanzo cha ukuaji wetu. Na hivyo tunaona, Paulo anasema, naye ndiye aliyewapa. Hii inaonyesha wazi kuwa ukuaji unaanza kwa Mungu. Mungu ndiye anayetuwezesha, Mungu ndiye anayetupa, Mungu ndiye anayekuwezesha kukua si kwa juhudi zetu binafsi, na hivyo Mungu ametoa viongozi kanisani, jinsi tumeona Paulo anawazungumzia, ili kutusaidia watu au kuwasaidia watu wake kukua, si kujitukuza mm -mm. Si kujitukuza, la hasha, wao wenyewe wow, bali kulitumikia kusudi lake Mwenyezi Mungu. Na hivyo kama wachungaji, hili ni jambo tunafaa kuelewa. Kama wahuduma, hili ni jambo tunafaa kulielewa. Ni Mungu ametupa na ametupa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, Sikujitwalia utukufu. Sisi kama waalimu, sisi kama manabii, sisi kama mitume, sisi kama waalimu na wachungaji, lasha kusudi ni kukamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Na hivyo alfajiri ya leo, usiku wa leo, ningependa kukwambia hivi, kama mungu ndiye aliyeanza kazi ya kukukuza, hata kuacha katikati ya safari, na hivyo haujakosea njia uko ndani ya mpango wake. Jambo la pili tunafaa kuliangazia na kuelewa, umepewa vipawa kwa kusudi. Mungu akukupia tu, Mungu alikuwa na kusudi. Ni kwa nini amempa mchungaji Benson uchungaji uwalimu wa neno? Amenipa kwa kusudi, na ndio maana kila siku unanipata kwenye haya madhabahu ya Kambi ya Wateule nikikufundisha. Na hivyo umepewa vipawa kwa kusudi. Neno linasema watakatifu wanawezeshwa hata kazi ya huduma itendeke. Hii ina maana huduma si ya wachungaji peke yao. Kila muumini na Mkristo amepewa kipawa na wito wa kumtumikia Mungu. Huenda ukajiona mdogo au wa kawaida, lakini mikononi mwa Mungu hakuna kipawa kidogo. Kila kipawa kina nafasi yake katika mwili wa Kristo, na hivyo usije ukajidharau, usije ukajiona wewe ni bure. Mimi kama mchungaji sijapanguza hizo viti, umepanguza umeosha kanisa. Kila mmoja anafaa, ni mwili wa Kristo na kila sehemu ina umuhimu wake, na hivyo wewe si mzigo kanisani. Usije ukajiona wewe ni mzigo iti, kwa sababu wakati pesa zinaitishwa hautoi. Mm -mm. Umekuwa ukipanguza hizo viti, umekuwa ukihakikisha kanisa ni safi, na hivyo umeifanya kazi ya Mungu. Na hivyo shika, wewe si mzigo kanisani. Mungu amekuwezesha kwa kusudi maalum. Jambo la tatu na la mwisho, kukua kunachukua muda. Shika hilo, usikate tamaa. Katika mstari wa kumi na tatu unasema mpaka sisi sote tutakapofikia kile kiwango, kufanana na Kristo. Lengo ni tufanane na Kristo na hivyo neno mpaka linatukumbusha kuwa ukomavu ni mchakato. Hakuna anayefika mara moja, shika hilo. Mungu ana subra na udhaifu wetu. Kinachotakiwa ah, kinacho, si ukamilifu mm -mm. kinachotakiwa katika haya maisha si ukamilifu. Na hivyo shika hili, kinachotakiwa si ukamilifu wa haraka, la hasha, bali ni kuendelea mbele. Na hivyo usijilinganishe na wengine. Mungu anafanya kazi ndani yako kwa wakati wake na kwa njia iliyo bora kwako. Ninamalizia zaidi, jambo la nne, lengo ni kufanana na Kristo. Lengo la mwisho la kukua si cheo, maarifa mengi, mm -mm. mm -mm. au sifa za watu. La hasha, bali ni kufanana na Kristo. Mungu anaunda tabia yako, imani yako na upendo wako ili maisha yako yadhihirishe Yesu zaidi kila siku. Na hivyo namalizia na kusema hivi, leo himizwa moyo wako. Mungu bado anafanya kazi ndani yako, ajamaliza hadithi yako bado. Kila hatua unayopitia ni sehemu ya kukuandaa na kukukuza. Endelea kutembea katika imani, endelea kukua, kwa maana Mungu aliyeanza kazi njema ataimaliza katika maisha yako. Baba, ni asante kwa kumnena nasi kupitia hili neno lako Mfalme, uketie juu zaidi. We umetukuka na umeheshimika milele yote. Ni asante kwa kutuzungumzia kwa neno lako, kwa Roho wako Mtakatifu zaidi. Mfalme mkuu na mtakatifu, we uketie juu zaidi, unastahili sifa zote na utukufu. Wacha hili neno Baba likalete utofauti katika maisha yetu. Wacha hili neno Mungu wetu likawe ni la kutukuza na zaidi Mungu wetu tukafanane na wewe, maana lengo kuu ni tufanane na wewe. Mungu wetu tusaidie na hili Baba, tuelewe tumepewa hivyo vipawa na wewe. Wewe ndio ulimwanzilishi, wewe ndio uliyetupa. Zaidi tuelewe ulitupa na kusudi. Zaidi tuelewe hatujilinganishi, kila mmoja amepewa kulingana na yeye, na hivyo hatufai kujifananisha na kujilinganisha na watu, lengo likiwa ni kukuza mwili wako wa Kristo, ni kukamilisha watu wako, na ili waelewe ni mchakato na wakafanane na wewe. Tukuka naheshimika milele yote katika jina la bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini, amen. Asante sana kwa kulitazama hili neno lake Mwenyezi Mungu hadi hapo kesho Jumatano. Mi nakupenda sana. Naitwa Mchungaji Benson Mwanza. Kumbuka kusubscribe kwenye ya madhabahu ya Kambi ya Wateule. Hizi ndizo nambari zangu 0792593648 07925936